Tuko kwenye kipindi cha kampeni, na mimi kwanza nikupongeze mheshimiwa Mazrui. Kama kuna jambo kama kuna jambo, uko tofauti kidogo wewe. Pale kwenye mafanikio unasema mtaniwie radhi kidogo eh, lakini anasema wenzako hawasemi hata kwenye mafanikio. Wao wanataka kuharibu mambo, maneno wanageuza wewe unasema ukweli eh, na mimi nakupongeza kwa hilo, na nakushukuru sana na kwa kweli umekuwa mchango mkubwa sana katika mafanikio ya sekta ya afya katika kipindi cha mngai. Sasa kawape habari tu wenzako kwamba wakiona wasione, sisi tunaendelea na kazi. Eh, nimeridhika sana na mchango wako kwa kipindi hiki katika wizara, eh. Maana upinzani upo, lakini kwenye maendeleo hakuna upinzani. Sote tunataka maendeleo, sote tunataka huduma bora, eh. Sasa pale inapokuwa tunahangaika kupata huduma bora ni vizuri tukawa sote tunazungumza lugha moja. Kwa hivyo ni kushukuru kwa hayo.